The Green Green Voice. Yes, we are green. Yes, bwana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Green Voice TV. Leo ni kaa kijanja ndani ya Teku. Na leo bwana tupo vijana hapa tukizungumzia a uh, mambo kadhaa kadhaa, lakini leo bwana tutakuwa na mada inayosema uh, kuna umuhimu gani wa vijana ni kushiriki ni katika uchaguzi si sindio eh? Tunajua 2025 ni mwaka ambao ni wa kiuchaguzi Oktoba 19 ni mwaka ambao tunaelekea kwenye tuna uchaguzi. So leo bwana, nipo na vijana hapa tukizungumzia jinsi gani vijana wanaweza e, kuhusika kwenye uchaguzi. So mimi bwana ni D Max nikiwa nakuongoza kipindi hiki, lakini bwana sipo peke yangu, nipo na vijana wangu hapa tukizungumzia mada. So karibu sana bwana. Mimi ni Justin Mava e, nikiwa kama kijana ambaye na na kushiriki katika uchaguzi kwa kuweza kuchagua kiongozi ambaye namtaka ambaye ataweza kuleta mabadiliko katika jamii yangu. Kwanza, uchaguzi ni haki ya kila raia au mwananchi yoyote ambaye yupo ndani ya nchi hii, inakuwa inampa uhuru wa kuchangia katika demokrasia ambayo inamfanya kuweza kushiriki mona katika uchaguzi na kuchagua viongozi naa wanawataka. Yes. Lakini bwana tupo ni kushoto kwangu, nipo na bwana nani hapa, mzee wangu eh, upo na bwana Harold, na moja kwa moja tuangalia faida ya vijana kuweza kushiriki katika kuchagua viongozi. Moja kwa moja, faida ya kwanza, kwanza kama kijana unapo unapotumia fursa ya kuweza kumchagua kiongozi unayemhitaji katika jamii yako, moja kwa moja eh, unamchagua kiongozi ambaye anaweza kuwa na malengo ya kuweza kuletea maendeleo katika jamii yako, kwa moja kwa moja ni faida faida mojawapo ambao vijana inabidi waweze kuwachagua viongozi ili waweze kuwachagua viongozi ambao wanaweza kuwaletea maendeleo katika jamii yao. Yes bwana, hiyo ni kakijanja na, na ndo tumeanza hivi hapa. Yes bwana, lakini bwana, ni kulia kwangu nipo na bwana mzito kabisa mtu kama mtu bwana, karibu sana bwana. Yes. Uh, uh, kwa majina naitwa Christine Kainga. Ah, uh, mimi kama kijana uh, na Nataka kuzungumzia swala moja tu kwenye swala la kupiga kula, kwa, kwa upande wa vijana. Na hasa vijana wapige kula, kwa sababu kupiga kula kuna wafanya wao kuweza kushiriki katika maamuzi ya nchi. Tuna shiriki vipi katika maamuzi ya nchi? Kwa kuchagua kiongozi ambaye tunamtaka sisi. Eh, kwa kuchagua kiongozi ambaye anakwenda kufanya vitu ambavyo tuna sisi tuna tuna tunatamani tuna havifanye wow, kwa ajili yetu, kwa hiyo wao inakuwa ni kushiriki katika fanya maamuzi ya nchi, kwamba ni kiongozi gani ambaye anaweza kufanya hivi vitu kutokana na sera zake alizozitoa, na kiongozi upi hatufai kumchagua, ili kuweza kufikisha, kufikisha nchi katika maendeleo fulani ambayo tunatamani kuyapata katika nchi. Pia bwana, tukienda mbele zaidi, nilikuwa nataka nijue kubwana, um, kwa upande wako bwana mkubwa hapa kwamba, je, naona wote hapo wameanza kuzungumzia faida au au ni umuhimu gani wa vijana ni kuhusika kwenye uchaguzi. Lakini vipi sasa, kuna hasara gani kama vijana hawatajitokeza kupiga kura? Kwa moja, tunaangalia kwamba hasara ipi ambayo inaweza kujitokeza kama vijana hawatahusika katika kuwachagua ku, viongozi. Moja kwa moja, hasara ambayo itatokea ni kwamba kiongozi atachaguliwa yule ambao ambaye mtu hatamtaka hata, hata mhitaji katika, katika mazingira yake. Kwa hiyo ni muhimu sana vijana waweze kujitokeza kwa ajili ya kuweza ku, kumchagua viongozi, kwa sababu kuna wengine unaweza ukamchagua kiongozi ambaye anaweza kuwa na faida ambayo sikuletea maendeleo katika jamii yako unayoishi. Kwa moja kwa moja umuhimu wa kumchagua kiongozi ambaye anahitaji Ambao, ambao, ambaye anahitajika katika, katika jamii moja kwa moja lazima angalie kwamba huyu kiongozi anaweza kuwa na matokeo ya kuwa, katika, ya kuwa ni mtu ambaye anajibika katika jamii yake husika. Umeona? Kwa hiyo mimi, na hasa vijana wa Kitanzania, kuna vijana wengi wamekuwa hawatumii fursa ya kuweza kuchagua viongozi ambao wanaweza kuleta maendeleo katika jamii. Kwa hiyo unapotumia fursa ya kuweza kumchagua kiongozi ambaye anayetakiwa ambaye anahitajika katika jamii anaweza kukuletea maendeleo pia. Kwa hiyo usipomchagua kiongozi, kiongozi, hasara mojawapo, ambao, ambayo inatokea moja kwa moja, tuangaa kwamba hasara, unaweza kusema labda kuto, kuto kuchochea maendeleo yaweze ku, ku, kukua katika jamii, kwa sababu unaweza kuwa na, na, na marengo ya kuweza kumchagua kiongozi ambaye anaweza kuletea maendeleo katika jamii, umeona, akachagulia kiongozi ambaye hana faida yoyote katika jamii, umeona. Ni moja ya hasara hiyo ambayo inajitokeza katika jamii. Kwa hiyo vijana wa Tanzania, moja kwa moja wachague viongozi ambao anaweza kuleta maendeleo makubwa katika jamii yao, kwa ajili ya kuweza ya kuto kujiraumu kwamba tuitamani tu, tu, tu, tu, sana kuweza kumchagua kiongozi ambaye anaweza kule ambaye angekuwa na maendeleo fulani ambaye anaweza kuleta faida fulani katika jamii lakini tumekosa kuweza kumchagua yule kiongozi akachagua kiongozi mwingine. Kwa lazima vijana wapime kwa kina zaidi waangalie kwamba tuwachague viongozi ambao wanaweza ambao wanaweza kuwa na maendeleo katika jamii. Kwa hiyo, msikilizaji, mada mezani ni umuhimu wa vijana kujitokeza katika kupiga kura, lakini bwana anaenda kwa Justin pia. Justin, wewe kwa mawazo yako, unaona ni asara gani ambazo zinaweza zikatokea endapo vijana hawataweza kujihusisha na swala la upigaji kura? Mimi naona asala au madhara ambayo yanaweza yakajitokeza ni kuchaguliwa kwa viongozi wasiofaa kwa sababu E, vijana wachache wakijitokeza katika kupiga ku, kula. Kwa maana hiyo viongozi ambao watapita watakuwa ni wale viongozi ambao wamepita kwa kula chache e, bila kupingwa, umeona eh? Sasa watakuwa ni viongozi ambao usiowajibikaji, wasiokuwa na maadili kwa sababu walipita kwa kula za watu wachache, ni tofauti na vile wangepita kwa kula za, wa, za vijana wengi au kwa maoni ya watu wengi. Mwana manake zikiwa ni watu vijana wengi wakijitokeza katika kupiga kula inamaanisha wataenda kuchagua kiongozi sahihi ambaye wanamtaka katika jamii yao, ambaye wanajua huyu tukimchagua na akiwa ni kiongozi wetu anaweza katuletea mabadiliko kadhaa. Sasa usipoweza kujitokeza, ndio itapelekea hiyo kupatikana kwa viongozi ambao sio sahihi. Mwandishi, ningependa kuongezea hasara au madhara ambayo yanaweza eh, kupatikana ni kuongezeka kwa malalamiko kwa ambayo yanakuwa yanakua hayana suluhisho kwa sababu eh, viongozi ambao watakuwa madarakani ambao walipita kwa kura, ambapo vijana wakajitokeza kwa wingi kupiga kura, wale viongozi ambao watakuwa wapo madarakani kwa muda huo. Kwa hiyo kama kuna baadhi ya mahitaji au sera ambazo watakuwa hawajatimiza, wananchi au vijana watakuwa wanalalamika sana, kutokana na wa, viongozi wale hawawajibiki ipasavyo, lakini wanasahau kuwa kipindi cha uchaguzi hawakujitokeza katika kumchagua kiongozi ambaye alikuwa wanamtaka ambaye angekuwa ni sahihi kwa, kwa, kwa malalamiko yao ambao wanakuja kuyatoa kwa wakati huo yeah.